Kundi la Hamas limeanza kuachilia mateka wa Israel waliokuwa mikononi mwake ikiwa ni awamu ya kwanza ya makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya pande hizo mbili. Mateka ishirini wa Israel waliotajwa wameanza kuachiliwa na wanatarajiwa kusafirishwa kutoka Gaza hadi maeneo salama. Huku helikopta zikihudumia usafiri wa kuwahamisha mateka hao hadi hospitali kwa ajili ya matibabu na uangalizi wa kiafya. Wakati huo huo, watu wachache waliobeba bendera za Israel wamekusanyika nje ya kambi ya kijeshi ya Rim wakisubiri kwa hamu kuwasili kwa mateka hao. Mchakato huu wa kuachiliwa kwa mateka ni sehemu ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa kati ya Israel na Hamas na unatarajiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali ya Gaza ikiwemo mji wa Khan Yunus. Viongozi wa pande zote wanahimiza umakini na utulivu wakati huu huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu makubaliano haya na kuendelea na mazungumzo ya amani yanayolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu unaokumba eneo hilo.